na mvuto wake, lakini ukilinganisha uh, kwa namna ambavyo timu zinakotoka, Simba ikitoka katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, lakini pia kwa uh, Berkane wenyewe ambao wanatoka kule uh, Afrika Kaskazini, ambapo tunajua uh, fitna ni nyingi sana, lakini pia soka kule pia lipo nashoni mwambande, hatua hii ambayo ameifikia Simba tangu hatua a uh, kushiriki ushiriki wake wa kombe la shirikisho, sababu ya kwanza katika zile hatua za awali alianza katika zile group stage mpaka hapa alipofika, kuna hatua ya awali alafu kuna raundi ya kwanza. e, alianza raundi ya kwanza Simba eh mm. akaanza alianza raundi ya kwanza eh eh alicheza yeah. na Al, Ahali Bengazi yes, e, ya Libya alafu ndo akaenda kwenye triple eh, si ndio? alicheza yeah. yeah. mabululu yeah. eh alafu ndo akaenda kwenye group stage hatua safari ya Simba tangu walipoanza na mpaka hivi sasa umeitazama vipi kwa ujumla wake? Lakini kwa namna ambavyo anaenda kukutana Berkane Berkane, mimi huwa e, namfananisha ni kama uh, kwa Ulaya kule kuna lile kombe la Uropa ah, e, ambapo Sevilla ndio mtawala wake na kwa Afrika huko kwenye ile kombe la shirikisho, mi mara nyingi Berkani huwa naiona kama ndio Sevilla ya Afrika. Unaitazama vipi eh, fainali na namna ambavyo umeona Simba jana katika mchezo wao ambao walicheza na Stellenbosch Stellenbosch, mchezo wa mkondo wa pili ambao ndio umewa beba mpaka hapo ambapo wamefika klabu ya Simba. Uh, sa safari ya Simba ilikuwa ni safari ngumu, hasa ukianzia mshindani wake ambaye walikutana kwenye mchezo wa, wa raundi ya kwanza Al Ahli Tripoli uh, kitendo cha Simba kufanikiwa kumtoa Al Ahli Tripoli, tena kwa matokeo mazuri, mara baada ya Simba kutoka sare uh, Libya, na walivyokuja Dar es Salaam, Simba akashinda mabao matatu kwa moja inaonyesha jinsi gani ambavyo eh, kitendo cha kumtoa triple eh, timu ambayo ndio kwanza ilikuwa imeanza kufanya uwekezaji eh, imemtoa Mabululu katika ligi ya Misri amekwenda pale, ni wazi kabisa kwamba eh, Simba walikuwa wanaonyesha mwanga kwamba kuna kitu ambacho wanakwenda kukitafuta kwenye hii michuano ya, ya shirikisho eh, baadaye wanaingia hatua ya makundi wanakutana na, na, na CS Constantine eh, CS Sfaxien lakini wanakutana na Bravos Uh, Simba anafanikiwa uh, kupata alama kumi na tatu. Uh, ni wazi kabisa alikuwa na, na performance nzuri sana katika uh, hatua hiyo ya, ya makundi, na baadaye anakwenda kwenye hatua ya anakwenda kwenye hatua ya, ya, ya mtoano ya, ya robo fainali anakutana na Almasiri anamuondosha ana na jana amemwondosha Stellenbosch. Uh, katika mechi zote hasa za mtoano hakuna mechi ambayo ilikuwa ni, ni rahisi. Uh, na wala hakukutana na mpinzani yoyote rahisi, ukiangalia jinsi ambavyo Almasri alimletea ushindani uh, gemu ikaenda kumalizwa kwenye mikwaju ya penati. Na jana dhidi uh, ya Stellenbosch, ukiangalia katika msimu huu, um, mimi mechi ambayo ilikuwa ngumu sana kwa upande wa klabu ya Simba yawezekana ikawa ni mechi ya jana kwenye michuano hii ya shirikisho. Angalia jinsi ambavyo gemu ilikuwa taf uh, unamwona Eli Mpanzu uh, Kibu Denis hawana ule uhuru ambao walikuwa nao kwenye baadhi ya mechi wanafanya kazi kubwa sana ya kukaba e, inafikia hatua mpaka mwalimu e, Fadlu anamtoa Mpanzu, anakuja e, kumwingiza Shemalon Fondo ili kuima, kuimarisha ulinzi. Angalia jinsi ambavyo Stelen walikuwa wanawashambulia wana, wana Simba kwao, wamefanikiwa ku maintain hawajaruhusu bao. Ni wazi kabisa kwamba e, walikuwa na safari ngumu, safari ambayo e, mpaka walipofikia haikuwa rahisi, kwa hiyo wanastahili pongezi katika hilo kuhusiana na mpinzani wanakwenda kukutana naye, wanakwenda kukutana na mpinzani mgumu uh, RS Berkane. Uh, sio timu rahisi, ni timu ngumu na ni timu ambayo imecheza fainali nne na hii inakwenda kucheza fainali ya tano ya michuano hii ya, ya Confederation. Kwa sababu katika fainali nne alizocheza mbili amepoteza mbili kashinda. Kwa hiyo hii ni fainali yake ya tano anakwenda kucheza. Uki, ukiangalia timu nyingine ambayo imecheza fainali nyingi uh, ni CS Fasien ambao wao wamecheza fainali nne wamepoteza moja, wameshinda tatu, na timu ambayo imechukua makombe mengi ndo hiyo uh. Kwa hiyo Sfaxien wana makombe matatu, anakuja Berkane ana mawili, lakini pia uh, Widad Raja Kasablanka ana uh, uh, weze... mawili alafu Zamalek naye ana mawili kwao, maanake Berkane anakwenda kutafuta kombe la tatu no aliingia fainali ya kwanza akafungwa. Msimu unaofuata akafika fainali akachukua, akachukua ya. Kwa hiyo uh, ni mpinzani mgumu ambaye yuko kwenye kiwango kilicho bora na hata ukiangalia kwenye ligi ya Morocco amefanikiwa kutoa ubingwa zikiwa zimebaki mechi tano. Kwa hiyo ni timu ambayo ina, ina, ina, ina performance iliyo bora na wanakocha uh, Moini Shabani kocha ambaye alifanya vizuri sana akiwa na Esperance. Yeah, e, walichukua mara mbili akiwa na, na Esperance de Tunis. Kwa hiyo wanakwenda kukutana na, na mpinzani mgumu sana uh, kiukweli na Simba wanatakiwa kujiandaa vilivyo. Na hata bodi ya ligi uh, wanapaswa kuisapoti kui Simba kwenye maandalizi uh, kwa kuwapangia ratiba nzuri. Unajua, uh, Simba na viporo vinne mm, uh, vya ligi vy ana viporo vinne ukijumlisha na ile mchezo wao wa Yanga, maanake zinakuwa viporo vitano. Vitano sawa. Sasa viporo vitano na leo hii ni tarehe 29, 28, Simba ndo anaingia hapa, gemu yake ya kwanza itakuwa tarehe 17, manake kuna siku kama 18 hivi ambazo ni za maandalizi, lakini pia walau wapunguze mechi kwenye so <laughs> hizi mechi, na mechi, na pamba kwenye hizi mechi za ligi wanapaswa pia, bodi ya ligi a kuangalia namna ya kumpa favor mkwaja Simba. Ngoja kwanza, ngoja kwa kwanza kwa yu, kwa tena yani ligi uh, ratiba ilikuwa inaonyesha itakwenda kumalizika tarehe 25 mm, siku ambayo Simba ndio atakuwa anaenda na, kucheza switch amelala siku ambayo Simba atakuwa anaenda kucheza mchezo wake wa fainali ya pili. Mm. Kwa hiyo unataka hapa Simba akirudi bodi ya ligi mpumzishe yani asicheze ah, mchezo wote. Ah michezo acheze iyo lakini e, isiwe mingi at least iwe michezo miwili. Sio mitatu. Uh, mitatu kidogo itawapa shida kwa sababu umeona ile game, game ya jana wametumia mm, sana energy wametumia sana energy. Wanahitaji kurecover na wanahitaji uh, kupumzika pia kwa ajili ya uh, kucheza, kucheza mechi za ligi. Na mechi za ligi ni ngumu pia kwa sababu coach Miguel Cardoso uh, kwenye ule mchezo wao walivyotoka kucheza na Uh, uh, robo fainali wamemtoa nani? Mamelodi no, wamemtoa Esperance. Sawa, walivyotoka kucheza mechi na Esperance Tunisia wanarudi, walikaa siku mbili wakaenda wakacheza mechi yani... ya, ya ilikuwa ni kombe la AFA. Nedbank yeah. Sawa, kilikuwa kiporo kile eh, ile Nedbank wamecheza gemu, ilikuwa ngumu mno, wamekuja kupata chifu. Bao ah, no Jayden Adams amekuja oh. kufunga bao dakika ya ya mia kumi na nane e, na Sekukune baadaye, kiporo kile Miguel Cardoso anaojiwa cha kwanza anacholalamika anasema Fatiki, uongozi wa ligi yetu inatakiwa ku protect timu zao zinazoshiriki michuano ya kimataifa. Sisi ratiba yetu imekuwa tight, yani wachezaji wamechoka, na siku hili alifanya rotation kubwa sana kwenye kikosi chake, gemu ikawa ngumu mno kwao, wachezaji wa, wa, wa wanachoka pia, pia kuna injuries ko kwa kwangu mimi na naamini kabisa uh, bodi ya ligi na wao wanapaswa kuwaangalia Simba, wape mapumziko ili waweze kujiandaa na, na, na, na, na michezo hii miwili ya fainali. Kwa hiyo Nation, wewe unachotaka ni Simba, kama ni kucheza ni mechi mbili tu, acheze mechi mbili, sawa. tutarudi tue hapa kwa sababu tuna mjadala mpana kuhusiana na hivi viporo ambavyo mnyama Nation anashauri kupewa na dakika, lakini mm, e, dakika ni tatu. Tutarudi hapa, kuna kitu nataka nije niulize nira Eh, Isa, tuendelee hapo kwenye mambo ya Champions League. Simba anachukua Confederation Cup. Shika maneno yangu haya. Sikiliza wewe. Champions League. Sasa mbona nani Mamelodi ndo anaenda kuchukua nani? Ah, yule mwache, yule kule hatuna mpango nao. Simba Sports Club wanachukua shirikisho. Bado umesahau. Ile Europa Manchester hamchukui. Umesahau Mamelodi. Uu Champions League ya Ulaya. Eh, Isa, kumekuwa na maneno mengi, kuna watu wengi wakisema kwamba finali hiyo sio mgeni hapa mjini, hapa mjini kama wewe, labda kama wewe ni mgeni wa jiji katika hili. Isa Suleiman, ni kweli kwamba hili ambalo limefanyika na mnyama halina upya wowote kwa wapenda soka uh, hapa Tanzania na ukanda wetu wa Afrika Mashariki kwa sababu pia Simba ina mashabiki pia ukanda wa Afrika Mashariki. Mimi tena hii ni mpya kwa sababu e. Mimi ninachokiamini ni kwamba e. hii fainali ya Simba na RS Berkane inakwenda kuwa fainali yenye mvuto <coughs> sana kwenye bara la Afrika, kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho, kwa sababu kwanza zinakutana timu ambazo ni giant, timu kubwa barani Afrika. RS Berkane ni kubwa, lakini pia Simba ni kubwa na mbili, hizi timu zote zinatoka kwenye ukanda tofauti wa kisoka. Kuna wale ambao wanatoka uh, Moroko, lakini kuna wale ambao wanatoka Tanzania kwao. Unaweza ukaona kwa namna gani ambavyo wote hawa wako tofauti tofauti kwa namna moja ama nyingine. Kwa kwangu mimi hii inaweza kuwa mpya kwa sababu ni fainali ambayo ina mvuto mkubwa sana tena sana kwenye bara la Afrika, namna ambavyo wote wanafahamu namna gani ya kujaza uwanja, namna ya kuingia kiwanjani, ni fainali kubwa sana. Simba ukiangalia kwenye michuano, michuano hii wamepoteza michezo miwili tu, ule wa hatua ya makundi moja na wakapoteza mchezo mmoja kwenye hatua ile ya robo fainali. Arais Berkane amepoteza mchezo mmoja tu kwenye mchezo ambao amecheza jana kwenye nusu fainali. Timu zote zinaonekana ziko bora, timu zote ziko kwenye fomu kwa namna moja ama nyingine, kwa hiyo hii ni fainali yenye mvuto mkubwa sana. Yaani ukirudi nyuma kwa misimu ya karibuni inawezekana usipate nusu fainali yenye uh, robo fainali yenye mvuto zaidi kwa miaka hii ya karibuni. Kombe la shirikisho la ndani la nyumbani hapa Tanzania, unaiona nafasi ya kuwa ubingwa wa vikombe vilivyosalia? Uh, kwa namna hivi ambavyo michuano inakwenda na hatua hii ya fainali ambayo ameingia Simba ana nafasi ya kubeba trebo msimu huu, hilo lazima tulitambue. Yes, baba unakunywa maji. Simba nafasi ya kubeba trebo anayo, yani kuna shiringi ambayo ukigeuza upande wa Mwenge, unaona Simba na nafasi ya kubeba trebo, na ikigeuka ikawa upande wa Bichwa, Simba na nafasi ya kuondoka msimu huu pia patupu. Kwayo lolote lile lina uwezo wa kutokea. Yes, kwa sababu mpaka sasa hivi tunapo wewe unaona kipi ni rahisi? <laughs> lolote linaweza kutokea kwa sababu ni mchezo wa mpira wa miguu, sio mchezo wa upepo amba... unavyoona. Yaani nisikilize, yeah, nikuambie kitu nation. Upepo mlivyokuwa mnauangalia kwenye mechi ya Arsenal na Madrid uko ah, <laughs> <limpa> <laughs> kwa Madrid naomba tuondoke, sio kukwepa linki. Huu ni mchezo wa mpira wa miguu na lolote lina uwezo wa kutokea. Shenelewa kwamba sasa hivi kwenye projekti yao ya kujenga kikosi, mpaka sasa hivi walipofikia, wamefikia sehemu moja kubwa sana, wapo extra zaidi ya pale ambapo watu walikuwa wanatarajia. Ujue, kwenye msimu ambao wapo kwenye asilimia sitini ya kujenga kikosi chao mm. wamefika fainali ya Confederation Cup Simba Sports Club wao, msimu ambao watu wengi hawakutaraji kama Simba Sports Club watafikia kwenye top league, lakini msimu huu pia Simba hao hao wamefikia, kuna sehemu ambayo hakuna hata mtu mmoja alitarajia kuwaona Simba Sports Club wakiwa wapo hapa. Sasa hivi tunakuja kuwaona Simba Sports Club ambao kwenye ligi wanakimbizana na Young Africans, kama watashinda viporo vyao, utofauti unakuwa ni alama moja tu ambayo inakuwa imebakia, ili mradi wao waweze kuweza kufikia pale kileleni, na lolote linawezekana. Huku kwenye ligi wanayo nafasi ya kuchukua ubingwa. Tukija kwenye kombe la FA Tanzania mm. wapo katika hatua ya nusu finali, wanakutana na timu ya Singida Black Stars kama watafanikiwa kumfunga Singida Black Stars wana nafasi pia Simba Sports Club ya kuingia kwenye finali. Wakati Simba anacheza Black Stars, unajua naye yuko, ameli, anafanya mazoezi. Kufanya mazoezi ni tofauti na kupata mechi za kucheza ujue tunafahamu na, na tunaf, quality ya timu hizo zote mbili. Huyu Singida Black Stars kuna nyakati anakamia sana hizo mechi alafu amna anachoenda kukivuna. Kwa hiyo Simba bado yupo kwenye resi ya makombe yote matatu, ndio maana nasema kwamba huyu Simba Sports Club ana nafasi ya kuchukua treble, msimu huu kama atachanga kalata zake vizuri kwenye hizi hatua alizobakiza, kwa sababu kila sehemu amebakiza hatua moja moja ambayo ni hatua muhimu ambayo anaweza kuifanya. Lakini pia asipochanga kalata zake vizuri msimu huu, Simba Sports Club mm, ana uwezo wa kuondoka msimu huu pasipo na kombe lolote. Kama hatochanga karata zake vizuri, anaweza akajikuta amepoteza kombe la ligi kuu ya Tanzania Bara mbele ya mpinzani wake Yanga Africans. Anaweza akajikuta pia amepoteza kombe la FA kwa sababu yupo kwenye semifinal. Kama atapoteza ile mchezo hawezi kufikia kwenye lile lengo. Kama atapoteza mchezo dhidi ya RS Belkane, anaweza akajikuta kwamba msimu huu umeondoka bila yeye kupata chochote licha ya nguvu kubwa ambayo ameitumia. Yes, ni nguvu kubwa na kwanza lazima tufahamu <coughs> kitu kimoja, Simba bado wapo kwenye kujenga kikosi, na hii kauli mara nyingi Fadu Davis alikuwa anaiongea. Kwa hichi ambacho wamekivuna sasa hivi ndio, ni kitu cha zaidi kwenye yale mipango mkakati wa Simba Sports Club waliokuwa wameupanga. Kwa hiyo mi naamini Simba wanastahili pongezi na kama kuna nafasi ya kuwapa room ya kujiandaa kwa ajili ya mchezo wa fainali ifanyike hivyo, kwa sababu tusihitaji kujikompea sana na wenzetu. Inapokuwa labda South Africa, Mamelodi akitoka huko anapata nafasi ya kucheza mechi zake za ligi, hatupasi kum kumkompea Simba na Mamelodi Sundowns. Sawa nira, tumsikilize mwakilishi hapa. Halo halo bana, mambo vipi? Tokea scenario kama hii, Yanga anafika katika uwanja wa Julius Kamarage Nyerere Terminal 3 walibidi wasafiri na timu kwenda mkoani Mwanza kucheza na Kagera, hawakupata nafasi ya kupumzika na waliomba nafasi TFF, wakawaambia haiwezekani. Mchezo wenu dhidi ya Kagera ambao ulipangwa ucheze Mwanza mtabidi muende kucheza. Yanga akafanya squad rotation, wakawachezesha kina Clement Mzize na Yanga akafanikiwa kuibuka na ushindi kwenye mchezo ule. Hili ikitokea Simba amepewa rumu ya kujiandaa na mchezo wa fainali lazima litazua maneno na vitakumbushiwa vitu vingi sana, lakini yote kwa yote kwenye hii michezo miwili ambao wanapaswa kucheza ligi kuu, mwache acheze kwa ajili ya kujiandaa na fainali. Ujue kutoka leo mpaka kufikia tarehe 17 mm, ni siku nyingi sana, hauwezi ukakaa muda mrefu pasipo kupata mchezo wowote ule. Wachezaji watahitaji kupata match fitness, ili mradi kuweza kwenda kuwakabili Alex Belgana. Lakini hichi ambacho wamekivuna Simba msimu huu ni kitu kikubwa, tofauti na matarajio yake mwanzo wa msimu. Hata wapinzani wao wenyewe wa ndani ya ligi Young Africans walikuwa waamini kama Simba sports Club anaweza akavuna hichi kitu. Wapo ambao walikuwa wanaamini kwamba Simba anaweza akafanya vizuri, lakini sio kufikia kwenye revu ya fainali. Lakini msimu huu amevuna fainali, hichi ni kitu kikubwa kwao, wanastahili pongezi. Wameweza kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania na kuna baadhi ya watu walikuwa waliniuliza bwana Mpekeo, kwa nini amesema Simba sports Club wasipofika fainali wanapaswa wakalale wapi Keko? Walikuwa wanauliza watu, kwa nini kile Simba Sports Club wameenda kujibu kwa vitendo kwamba wamedeserve kufika finali. Wamecheza kwa kujiamini. Ujue kucheza katika ardhi ya away, jinsi ambavyo wale jamaa walikuwa wanaleta pressure, ni kweli timu ngeni, lakini jinsi ambavyo walikuwa Simba jana wanaonyesha, mm. kuna kitu wanakihitaji, na Simba wamelinda kwa heshima, kwa nidhamu dakika zote na wamefanikiwa kuibuka na ushindi. Kwa hiyo kitu pekee ambacho mimi nakiona na kwa upande wa Simba wanahitaji kupata mechi mbili tatu kabla ya kuface finali, lakini zisizidi tatu, kutoka leo mpaka tarehe 17 wakicheza michezo yao miwili zidi ya mashujaa na pamba wanaweza kupata fitness nzuri wakawa sawa kuweza kwenda kuwakabili Alex Belkana, kwa sababu jana, kwenye mchezo jana, mchezaji kama Shefondo Marone ameingia akiwa hana match fitness. Shefondo Marone amekosekana mwezi amekosekana kwa mwezi mmoja na wiki moja. Kwa hiyo lazima atahitaji mechi limadi kurikava vizuri aweze kwenda kucheza michezo migumu kama hiyo. Kwa hiyo yote, kwa hiyo yote msimu, kwa yote inawezekana, msimu huu unaweza ukawa pia ni wa maajabu, tunaweza tukalishuhudia kwa mara ya kwanza taji la Confederation Cup ndani ya ardhi ya Tanzania kama Simba watachanga kalata zao vizuri. Sawa, huyo ni Nira Juma ki... <laughs> akijipambanua kwa